kuanzia tarehe kumi na mbili mpaka tarehe kumi na nne mwezi wa tano mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano tunaingia katika tukio kubwa la kiulimwengu, tukio adimu sana lenye nguvu nyingi sana za kiulimwengu tunaita full moon. Full moon itaingia tarehe kumi na mbili mwezi wa tano kuanzia mida ya saa moja na dakika hamsini na tano usiku hii ni kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Na kama kawaida nguvu za full moon zitadumu kwa muda wa siku tatu, yani kuanzia tarehe kumi na mbili kumi na tatu na kumi na nne Kwa hiyo jiandae, kaa tayari kwa ajili ya kuzipokea nguvu za universe. Unaweza kuwa unajiuliza full moon ni nini? Full moon ni kipindi ambapo katika mwezi kunakuwa hakuna kivuli chochote, yani tunauona mwezi katika duara lake lote kamili lililokamilika na ndio maana tunasema full moon, au mwezi kukamilika. Sasa tukija katika kanuni za kiulimwengu, hiki ni kipindi ambapo nishati ya kiulimwengu inakuwa imekusanywa. Yaani tangu pale mwezi ulipokuwa unaandama nishati ya kiulimwengu huwa inakusanywa halafu inakuja kuachiliwa katika kipindi cha full moon. Kwa hiyo hiki ni kipindi ambapo nguvu za ulimwengu zinakuwa ni nyingi sana. Spell yoyote ile itakayofanyika katika kipindi hiki kuna uwezekano mkubwa wa kuja kutokea na hasa zile spell za kuachilia. Na ninaomba uwe makini sana katika kutofautisha hivi vipindi viwili vya mwezi. Mwezi unapoandama ulimwengu huwa unatoa nishati ya kuanzisha vitu vipya, lakini mwezi unapokamilika, ulimwengu huwa unatoa nishati ya kuachilia. Inatakiwa uachane na vitu vya zamani visivyokufaa kimwili, kihisia na kiroho. Katika kipindi hiki cha full moon kutakuwa na nguvu kubwa sana kutoka kwa ulimwengu, na kama ulifanya spell yoyote ile katika kipindi cha mwandamu wa mwezi au msimu wowote ule mwingine, basi utapokea majibu ya spell yako kwa kishindo. Na wale wote ambao mlifanya spell za pesa msishangae kupokea pesa nyingi za ghafla au kupokea pesa usiyoitarajia. Na pia hata wewe ambaye hujawahi kufanya speli ya aina yoyote ile, basi huu ndio wakati mwafaka wa kuanza kuzitumia nguvu za ulimwengu. Usiache hata siku moja hizi nguvu zikupite, huwa kuna nguvu kubwa sana. Sasa, kabla sijakuelekeza speli ya kufanya katika kipindi hiki Yapo mambo ambayo hutakiwi kuyafanya kabisa katika kipindi hiki, na kuna mambo ambayo unatakiwa kuyazingatia sana katika kipindi hiki, ili uweze kuitumia kwa usahihi hii nishati ya kiulimwengu. Jambo la kwanza kabisa la kuzingatia ni kutulia ndani. Katika kipindi cha mwezi kuandama, nilisema si vizuri kujifungia ndani. Ni wakati sahihi wa wewe kutoka na kwenda kukutana na watu wapya, ili uweze ukagain experience mpya na kupata fursa mpya. Lakini katika kipindi hiki cha mwezi kukamilika, jilinde, tulia nyumbani kwako. Ni kipindi ambacho hutakiwi kurandaranda na kuzunguka zunguka ovyo bila sababu ya msingi. Na pia kipindi hiki cha full moon, jiepushe na mabishano ya aina yoyote ile kwa sababu yanaweza kupelekea kugombana. Huwa ipo hivi, full moon huwa ina tabia ya kuathiri hisia zetu. Ukitaka kuamini hili, wewe chunguza katika kipindi cha full moon, watu wengi huwa wanagombana, migogoro huwa inakuwa ni mingi sana, na watu wengi huwa wanatoa machozi. Machozi huwa yanadondoka sana katika kipindi hiki. Hii ni kwa sababu mwezi una tabia ya kuathiri hisia zetu. Na pale utakaporuhusu hisia zako zijeruhiki, yani, ukalia, ukapata huzuni au ukapata hasira, ukagombana na mtu, nguvu za ulimwengu zinakuwa na uwezo mdogo sana wa kufanya kazi ndani yako. Kwa hiyo ni vyema ukajiepusha na kila aina ya kisababishi kitakachokufanya wewe uathirike kihisia. Narudia tena, katika kipindi hiki hutakiwi kugombana na mtu yoyote ule kwa sababu utaua nguvu za full moon dhidi yako. Kwa hiyo ni vyema katika kipindi hiki ukawa ni mtu wa utulivu. Hata kama utatoka kwenda kukutana na watu, jiepushe na mabishano. Ukiona kabisa hapa kuna dalili za ugomvi kuibuka, basi jiepushe, ikiwezekana uondoka eneo hilo kabisa. Pia sikiliza meditation music. hii itakusaidia sana katika kuweka hisia zako sawa na kuupumzisha mwili wako. Meditation music ni mziki maalum ambao huwe unasaidia sana kuinua vibration zako za ndani na pia kuitibu nafsi yako. Hiki sio kipindi cha kusikiliza mapiano au nyimbo zozote zile ambazo hazikuletei utulivu wa nafsi. Ni kipindi ambapo nafsi yako inahitaji utulivu na uponyaji. Kwa hiyo meditation music ni chaguo sahihi wakati huu unaweza kujiuliza, meditation music ni ipi? Meditation music ni kama hii hapa unayoisikia katika background. Zipo meditation music za aina nyingi sana. Wewe ingia hapa hapa YouTube, search meditation music, utachagua unayotaka. Unaweza ukaconnect na radio yako au unaweza ukaconnect na earphone, ukawa unasikiliza masikioni mwako. Ni muhimu sana katika kipindi hiki na pia katika kipindi hiki tembelea maeneo ya asili kama vile mahali penye miti mingi bichi, mtoni au ziwani. Hii itasaidia sana kuinua vibration zako za ndani ya mwili na kujiconnect na nguvu za ulimwengu. Jambo jingine la msingi unalopaswa kufanya katika kipindi hiki, kula chakula chenye afya, kitamu na kizuri ambacho utakifurahia. Kumbuka kwamba katika kipindi hiki hisia zetu huwa zinaathiriwa. Kwa hiyo ni vizuri ukapata chakula ambacho unakifurahia ili uweze ku calm down zile hisia zako. Na katika vyakula unavyokula, epuka pombe au kilevi cha aina yoyote ile. Kitu chochote kile ambacho kina udhuru mwili wako wakati huu kitashusha vibrational energy zako na utakosa connection na nguvu za ulimwengu. Kwa hiyo kaa mbali na pombe au chakula chochote kile ambacho kitadhuru mwili wako. Kula vyakula sahihi vyenye afya. Na jambo jingine la msingi na la muhimu zaidi katika kipindi hiki, Huu ni muda mzuri wa kuachilia yale yote mabaya uliyoyabeba tangu mwandamo wa mwezi ulipotokea. Kwa hiyo basi kama una machungu, kama una kinyongo, kama una kisasi chochote umekishikilia moyoni mwako, huu ni wakati sahihi wa kuachilia. Kuendelea kubeba hivyo vitu moyoni mwako kutasababisha nguvu za ulimwengu zishindwe kujiconnect na wewe. Kwa hiyo achilia yote. Kama kuna mtu alikukosea, msamehe. Kama kuna mtu alikuumiza, lia. Huu ndio wakati wa kulia, mwaga machozi yako yote. Hakikisha unamaliza katika kipindi hiki, tunapoingia katika mwezi mwingine unaofuata na kusubiria mwandamo mpya wa mwezi, inatakiwa uwe mpya, inatakiwa uwe umeshaachilia kila kitu. Samehe wote waliokukwaza, ondoa vinyongo vyote na maumivu ya moyoni, na pia jisamehe na wewe mwenyewe. Kuna mambo ambayo inawezekana wewe mwenyewe umeyafanya, yamekusababishia madhara makubwa maishani mwako. Jisamehe na uachilie, uwe huru. Sasa basi, kabla hujafanya speli yoyote ile, iwe ni ya pesa, iwe ni ya mapenzi, kwanza kabisa inatakiwa uachilie ili nguvu za full moon ziweze kufanya kazi ndani yako. Inatakiwa uachane na mambo yote yasiyokufaa kimwili, kihisia na kiroho, na speli ya kuachilia huwa inakuwa na nguvu zaidi ikifanyika usiku, pale ambapo tunakuwa tunauona mwezi. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana hizi hatua ninazokuelekeza. Zipo spell nyingi sana za kuachilia, lakini hapa nitakuelekeza rahisi sana ambayo kila mtu ataweza kuitekeleza. Kitu cha kwanza, ingia ndani mwako, vaa mavazi ambayo hayakubanibani, yaani yanayokuachia achia. Washa mshumaa ndani mwako na hakikisha ni mshumaa tu ndio unaotoa mwanga ndani ya chumba chako. Yaani usije kuwasha mshumaa huku umewasha taa ya umeme. Baada ya hapo, tafuta peni na karatasi, peni ya aina yoyote ile na karatasi ambayo haijaandikwa kitu chochote. Baada ya hapo, andika mambo yote ambayo huyataki tena katika maisha yako, yawe ni mambo ya kimwili, yawe ni mambo ya kihisia au yawe ni mambo ya kiroho. Kwa mfano unaweza ukaandika umaskini, kukataliwa, magonjwa, yani vile vitu vyote ambavyo unaona havikufai katika maisha yako viandike, na kama kuna mtu alikukwaza mwandike, andika jinsi ambavyo vimetokea. Kama kuna mtu alikuumiza, mtu amekusaliti, amekuacha, amejeruhi hisia zako, mwandike, taja na majina yake yote. Kama kuna mtu mmegombana, mmekwazana mwandike, tiririka kila kitu. Na kwa jinsi ambavyo utakuwa unaandika utajiona jinsi ambavyo kuna mzigo unapungua mwilini mwako, yani utaona jinsi ambavyo nafsi yako inapona. Au kama wewe umekuwa una shida ya kiafya, hupati mtoto, kuna ugonjwa mkubwa unakusumbua, unakunyima raha ya maisha, andika, tiririka kila kitu. Na hata kama kuna uwezekano wa kutumia karatasi mbili tatu andika jinsi ambavyo unataka na kama utajikuta unapata hisia zozote zile za hasira, hisia za kulia lia, unavyotaka. Hiki ni kipindi ambapo unatakiwa umalize hisia zako zote za uchungu, za vinyongo, yaani maliza kila kitu. Baada ya hapo, utatakiwa kuichoma ile karatasi katika moto wa mshumaa. Kwa hiyo, utaandaa aidha bakuli lako la bati au la udongo ili lisije likashika moto. Kwa hiyo utaiweka ile karatasi yako katika bakuli lako la bati au la udongo, kisha utaanza kuiunguza na ule moto wa mshumaa. Na wakati karatasi inaungua au wakati karatasi inateketea, vuta picha kwamba ndivyo ambavyo matatizo yako yanaachana na, na mwili wako au yanaachana na nafsi yako, na utaona jinsi ambavyo unapata relief au unapata ka ahueni moyoni mwako. Na wakati karatasi yako inaungua, unaweza ukawa una ku manifest kumanifest. Ni kukitoa kitu kutoka katika mawazo au kutoka katika hali ya kiroho na kukileta katika uhalisia kwa kutamka. Kwa hiyo kwa mfano, kama uliandika hautaki umaskini, magonjwa, sasa kwenye ku manifest utakuwa unatamka hivi: mimi ni tajiri, mimi ni mtu mwenye afya njema mimi ninakubalika na watu, pesa sio tatizo kwangu, mimi ni sumaku ya pesa, nyumbani kwangu kuna furaha na amani. Yaani yale matatizo uliyoyaandika katika karatasi unayageuza azif tayari yameshatatuliwa. Kwa hiyo kama ni umaskini, wewe tayari ni tajiri; kama kuna ugonjwa, wewe tayari ni mtu mwenye afya njema. Kwa hiyo utakuwa una manifesti hivyo mpaka karatasi yako itakapoteketea yote. Baada ya karatasi yako kuteketea, yatabaki majivu katika bakuli lako. Sasa utalinyanyua hilo bakuli kama lilivyo. Hakikisha hayo majivu hayapeperuki ndani mwako. Utatoka nalo hilo bakuli nje. Utasimama mahali ambapo unaweza kuona mwezi. Kama kutakuwa na mawingu, usijali, nguvu ya ulimwengu iko pale pale. Maana kuna watu huwa wa wananiuliza kama mwezi umefunikwa na mawingu, hatuoni, tufanye nini? Nguvu ya ulimwengu iko pale pale. Mwezi huo umefunikwa na mawingu au haujafunikwa, full moon inabaki kuwa pale pale. Yani kinachotumika pale ni ile nguvu iliyotolewa na ulimwengu. Kwa hiyo utasimama nje, kisha utapuliza yale majivu yaliyowekwa katika bakuli lako, na wakati unapuliza utatamka maneno haya hapa, Ninajivunia kila kitu ambacho nimekipata katika maisha yangu mpaka sasa. Ninaachilia mifumo yote ya zamani ambayo hainisaidii tena. Nipo tayari kuachilia nguvu mbaya zote na kukaribisha nguvu chanya katika maisha yangu. Ninaamini nguvu za ulimwengu na ninajua kuwa kila kitu kitatokea kwa ajili yangu kama inavyopaswa na kwa wakati sahihi. Unaweza kutamka maneno haya kimoyomoyo au kwa sauti. Baada hapo, tayari kwa yako, ya hapo utakuwa tayari umekamilisha zoezi la kuachilia, na wewe mwenyewe utaona matokeo yako ndani ya mwili wako. Yaani papo hapo baada ya kupuliza hayo majivu na kutamka hayo maneno, utaanza kuona mwili wako unapata nguvu utaanza kuona mwili wako unakuwa mwepesi. Hiyo ni ishara ya kwamba nafsi yako imeshaachana na mambo yote ambayo hayafai na imepokea nguvu mpya kutoka kwa ulimwengu. Unaweza ukapata ishara ya mwili kuhisi kizunguzungu, moyo kudunda haraka haraka, au mapigo ya moyo yanadunda kwa nguvu sana. Hiyo ni ishara ya kwamba tayari nafsi yako inajiconnect na nguvu za ulimwengu. Baada ya hapo unaweza kufanya spell zifuatazo. Hizi ni spell zenye nguvu sana, ni spell ambazo zina uwezo wa kusafisha nyota yako na pia zina uwezo wa kuvutia chochote kile unachotaka katika maisha yako, ikiwemo ustawi wa pesa. Chukua ndoo yako ya kuogea, kisha ijaze maji na baada ya hapo, nenda kaianike mahali ambapo inaweza kupigwa na mwanga wa mbalamwezi, ule mwanga wa mbalamwezi wa usiku na uyaacha hayo maji yalale usiku kucha. Nguvu za ulimwengu zinazotoka katika mwezi zitaingia ndani ya yale maji na yale maji yatakuwa tena si maji ya kawaida, bali yatakuwa ni powerful water. Unaweza kuyatumia katika kufanya manifestation ya aina yoyote ile au katika kujisafisha nyota au kujitibu nafsi yako. Kwa hiyo ikifika asubuhi yale maji nenda kaoge, na wakati unaoga unaweza kutamka chochote kile ambacho unataka kitokee katika maisha yako na kitatokea kweli. Lakini kama mazingira yako hayaruhusu hivyo, kama tunavyojua, kuna watu wanaishi nyumba za kupanga na huwezi kuwa huru kufanya chochote kile na mtu asikufikirie vibaya, unaweza ukafanya spelli hii hapa ifuatayo tafuta chombo chochote kile ambacho kina material ya kioo. Unaweza ukatumia masoni kija, kama hii hapa unayoiona, au unaweza ukatumia chupa ya soda au unaweza ukatumia bakuli la kioo lakini lenye mfuniko. Sijui tunaelewana. Kwa hiyo hakikisha unatafuta chombo chochote kile ambacho kina material ya kioo yani, ambacho kina uwezo wa kuonesha kitu kilichomo ndani na chenye mfuniko. Baada ya hapo, utakijaza maji chombo chako, maji yoyote yale, yawe ya mvua, ya kisima, ya baharini, ya bombani, yoyote yale, kisha utayaanika mahali ambapo mwanga wa mbalamwezi unaweza kufikia. Kwa hiyo hata kama ni dirishani kwako, kama mwanga wa mbalamwezi wakati wa usiku huwa unafika, unaweza ukaweka au mahali popote pale ambapo wewe unajua kabisa hapa mwanga wa mbalamwezi utafika. Kisha utayaacha hapo usiku kucha. Baada ya hapo, ikifika asubuhi, utayatoa hayo maji, kisha utayahifadhi ndani kwako. Unaweza ukayatumia katika kumanifest, kusafisha nyota yako au kufanyia spell yoyote ile ambayo inahusisha matumizi ya maji unaweza ukawa unamimina kidogo kidogo hayo maji katika maji yako ya kwenda kuogea, ukawa unaogea huku unajitamkia maneno mazuri ambayo unataka yatokee katika maisha yako. Haya maji ya full moon huwa yana nguvu kubwa sana ya uponyaji na kuleta au kutimiza yale mambo tunayoyataka katika maisha yetu, yaani kufanya manifestation. na pia hata wale wanaosumbuliwa na magonjwa ya kudumu, magonjwa ya muda mrefu unatumia dawa upate nafuu, umeenda hospitali hakuna unafuu wowote unaopatikana, maji ya full moon yanaweza kukupa unafuu au yakakuponya kabisa. Yes, miujiza sio lazima uende kwa mtu au uombewe na mtu mwingine. Wewe mwenyewe unao uwezo wa kujifanyia miujiza nyumbani kwako, lakini jambo hili watu wengi hawalifahamu. Spell zipo za aina nyingi sana, unaweza ukasearch katika video zangu za nyuma zipo ambazo nimeelekeza kwa vitendo kabisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Unaweza ukazipitia na ukajifunza. Kwa hiyo zingatia sana hiki kipindi cha full moon, usiache nguvu hizi zikupite. Hakikisha unazitumia ipasavyo, ili na wewe uwe ni miongoni mwa watu ambao wametendewa miujiza katika kipindi hiki, nami ninakutamkia baraka, uponyaji na ushindi katika kipindi hiki. Wewe ni wa thamani sana, wewe ni mtu wa muhimu sana hapa duniani, na wewe unao uwezo wa kubadilisha maisha yako kuanzia sasa. Wewe sio maskini, wewe ni tajiri. Ukiamini hivyo, itakuwa hivyo. Unaweza ukajitamkia neno lolote lile hapo chini katika comments. Kwa kadiri ambavyo unajitamkia maneno mazuri, ndivyo ambavyo inakwenda kutokea katika maisha yako na katika kipindi hiki cha full moon, pendelea kuwabariki watu, pendelea kujitamkia mambo mazuri. Kwa jinsi ambavyo nawabariki watu, ndivyo ambavyo na wewe mambo mazuri yanakuja maishani mwako. Nikutakie wakati mwema, na usisahau kusubscribe ili usije kupitwa na video zangu nyingine zinazofuata. Asante sana.